Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara hii leo Februari 26 limeketi kwa ajili ya kujadili na kupitia taarifa za utekelezaji wa shughuli za maendeleo kwa robo ya pili ya mwaka 2025 2026 ikiwa ni sehemu ya wajibu wake kisheria wa kusimamia rasilimali za umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri hiyo. Kupitia kikao hicho, taarifa za kamati za kudumu za halmashauri ziliwasilishwa na kujadiliwa kwa kina na madiwani, huku madiwani hao wakitoa maoni, ushauri, kuuliza maswali na kutoa mapendekezo kwa lengo la kusimamia na kuimarisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri yao inayotekelezwa ndani ya kata zote 34 za halmashauri ya wilaya ya Masasi. Akifungua kikao hicho, mwenyekiti wa halmashauri hiyo, Bashiru Mboneche, ambaye pia ni diwani wa kata ya Ndanda, amewasisitiza madiwani hao kuongeza juhudi na maarifa katika kusimamia miradi ya maendeleo kwenye maeneo yao sambamba na kushirikiana na wataalamu wa halmashauri ili miradi yote inayotekelezwa na halmashauri iweze kukamilika na kuleta tija kwa wananchi. Na hapa anaeleza. Wote mmefika hapa salama tayari kwa kufanya kile kilichokusudiwa kwa umakini wa hali ya juu. Kwa kuwa tuko nje ya muda, nitumie nafasi hii kusema nimefungua kikao hiki rasmi. Karibuni sana, lakini pia nitoe rai, madiwani sisi ndio viongozi kwenye kata zetu. Tumejadili masuala mbalimbali mbali. Tumepokea masuala taarifa mbalimbali za kata katika mjadala tukubaliane kutenga muda kusimamia ipasavyo miradi ya maendeleo kwenye kata zetu. Tusiegelege kulegalega, ni kujiangusha wewe mwenyewe kwenye thamani yako. Tumepewa dhamana uongozi uliopewa kwenye kata zetu, wanatamani heshima waliotupa, na sisi tuwalipe mema. Kuwalipa mema ni kusimamia yale maagizo yao tumekuja tumewasemea. Miradi ikija, tenga muda, nenda simamia, toa ushauri. Tena tumepewa taarifa hapa kwamba inatakiwa unapokwenda basi ambatana hata na uongozi wa halmashauri wa taarifa huko, utafuatana na wataalamu, utakwenda kuona kule taratibu zinakwendaje katika ujenzi. Sijui mnanielewa eh. Inawezekana tunapambana hapa, haya yote ni kwa sababu inawezekana hatuna maarifa ya kutosha juu ya namna bora ya kufuatilia hii miradi ya maendeleo. Ndiyo maana tunapopokea taarifa tunaambiwa, michakato inaendelea, michakato inaendelea, michakato inaendelea. Tunaamini kwamba tukija hapa ndio imetosha, lakini hizi hoja zingine, hebu kule tuwajibike. Ukiona jambo haliendi sawa, Jumanne na Alhamisi mwenyekiti yupo hapa. Haya mengine yanaweza kujibiwa, yanaweza kutekelezwa hata kabla ya baraza lijalo. Tukisubiri mpaka kipindi cha baraza ndo baraza linakuwa refu, tunapoteza muda mwingi. Niwaombe tukirudi, tenga muda, fanya yale unayotakiwa kuyafanya kwenye maeneo yetu, tusisubiri baraza. Tumepewa simu hapa za wakuu wa idara, ukiona hoja yoyote mfikishie mwenyekiti, mwenyekiti atakutana na mkurugenzi, tunawasiliana na mkuu wa idara, tunatatua hata kabla ya baraza mahusiano hatufanye haya kwa sababu ya kushtakiana. Unapotoa taarifa kwa mwenyekiti akiwasiliana na mkurugenzi bado hakuna shida, tusisubiri mpaka kikao cha baraza tayari, na kama tunashtakiana kumbe ni vitu vya utekelezaji tu kwenye levo ya kata huko huko. Mheshimiwa hmm, madiwani na wakuu wa idara tupeane ushirikiano ili tuweze kuiendeleza masasi yetu. Ni lazima tushirikiane kama nilivyosema Halmashauri haiwezi kuendeshwa na madiwani peke yake na wala haiwezi kuendelezwa kwa watendaji peke yake au wataalamu peke yake. Ni lazima tuiendeleze halmashauri yetu kwa ushirikiano baina ya madiwani na wataalamu wetu. Sina mengi zaidi ya kusema kwa muda tulioutumia, sasa niseme tu inatoa upande wake kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Optatus Lusolela, ambaye pia ni mkuu wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu halmashauri ya wilaya ya Masasi amesema kuwa halmashauri itaendelea kushirikiana kwa karibu na madiwani katika utekelezaji wa mipango ya halmashauri ili kufanikisha utoaji hudu wa huduma bora kwa wananchi wa halmashauri. Mwisho wa kata zingine ni watumishi 85 lakini kwenye bajeti hii ambayo tunaandaa tumeweka waalimu wa msingi mia moja hamsini na waalimu wa sekondari mia moja hamsini lakini kada ya afya ambayo imekuwa approved mpaka sasa ni watumishi mia tatu kama na tano. Imekuwa approved sisi kwenye ngazi yetu, iko ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma. Kama tukifanikiwa na tukijenga hoja tunakwenda Dodoma, nafikiri hata tukikosa kwa kada ya afya tunaweza kupata hata watumishi mia hamsini kwa kuwa tutaenda Dodoma tutaleta mrejesho wa bajeti ni matumaini yangu, mimi ni muumini wa watumishi wa kutosha. Tutapambana kwa njia zozote, tusiseme zile njia unasema iwe mkono wa nini, lakini ni matumaini yangu, Mungu akijalie uhai na uwepo hapa, nafikiri watumishi tutakuja kuwakataa kama idara zingine zinasema wanatosha, wanawarudi huko walipotoka. Nilikuwa na uchanguo Nao madiwani hao hawakusita kutoa ushauri wao juu ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo afya, elimu, maji na miundombinu ya barabara. Na hii ni Masasi One Online TV. Magumu ya kiuchaguzi, lakini napata mazingira magumu ya kuongoza ile kata. Naomba ruasa, ni lini sasa wataenda kutupatia maji katika kijiji cha Iloya na Mji Mwema? Nilikuwa nirudi kwa kuona vitu maalumu, tuliongea sana hiyo hoja, na wanepata hata kubwa wenzetu wanapata shida sehemu ya kupikia wanaangaika sana, tunaomba basi wa baba mtuonee huruma, hicho changamoto pale ishe, hali sio mzuri. Hao viti maalum wakitembelea pale maandiko makubwa yanakuwa hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa changamoto ambayo ameiongeza, tunaomba meza, tunawaombeni basi wa baba hicho changamoto ishe pale, wapatie hilo eneo. Mheshimiwa mwenyekiti, huso mimi nishukuru majibu mazuri hmm, ya management, lakini mheshimiwa mwenyekiti, kila baraza tukikaa majibu ni hayo hayo haijakubadilika na bado tunaendelea kudharauliwa. Sasa kwa sababu waanga wakubwa ni sisi wanawake, ipo siku tutakuja hapa kwa sura tofauti, na lisipotekelezeka hatutakubali, yaani hatutakubali na hili linaloendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, utaona baraza kwa sisi wanawake, mimi niseme tu, lisipotekelezeka lazima maswali, kwa sababu jambo hili tayari tulishalimaliza kwenye baraza lililopita lakini ilikuwa nanong'ona na mjumbe wangu wa kamati ya fedha, tumekuwa tunamaliza muda wetu. Jambo hili lilikuwa liende likashughulikiwe limalizwe, leo linasubiri bajeti ijayo. Lakini pia ikumbukwe, kwenye halmashauri tumeshatenga asilimia kumi ya mapato yetu yaende kwenye afya, dhamira yetu ilikuwa tukasovu hayo mambo. Mimi niombe sio kwenye bajeti ijayo, niombe kwa sababu tuna asilimia kumi ya mapato yetu tumepeleka kwenye afya na bado fedha hizo hazijatumika. Naomba zitengwe fedha fedha fedha, zinazohitajika hapa ni kidogo sana, kwa fedha ndogo zile. kwa kama hiyo, na mimi nawapongeza, lakini mheshimiwa mwenyekiti, tunapozungumzia miradi mheshimiwa Abedi amezungumza kidogo sana, amegusa kwa haraka haraka stendi ya Ndanda na tumepata ushuhuda, hatukusanyi chochote. Ile stendi ilipoanzishwa kulikuwa na mkakati ulifanyika, pia kuna watu pale wali walitangaziwa kupangishwa pale wajenge femu ili ile eneo liwe zuri liwepoteshwa kwa ajili ya biashara, na sasa pale magari yanapita na sio nje, tunapanda gari gari wala hazilipi az, az, chochote, napita twaingi. Kwa nini sisi tusiumie kwa jambo kama hili? Kwa nini tusiwatafute wale ambao walitaka kuwekeza halmashauri, sema tutafanya mpango tujenge wenyewe mafremu. Kama tumefeli tuwarudishe wale ambao wali hata kuchangia kuchangia, wali walichangia, wali, mwenyekiti fuatilia hili, ili ikiwezekana wale watu ambao walikuwa tayari kuwekeza pa warudi, ile stand iwe stand muhimu sana kwa ajili ya kukusanya mapato, kwa sababu bila hivyo ile stand watu wanapita tu gada zingi kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kuchangia, tuna maeneo mengi ya kupata mapato. Hiyo stendi tuliibua, lakini tunaiacha hivi; hivi mapato yanaondoka. bila hivyo halmashauri tutakwenda mbali, pamoja na kaimu mkurugenzi kueleza msimamo wake. Sisi ndio wasimamizi wakubwa, sisi ndio ambao tunatakiwa tuwe na uchungu. wale wanaokwepa kwepa kule kama uwezekano upo tuwakamate. Sisi ndo tuwakamate wale ambao wanahujumu mapato ya halmashauri, hiyo ndio kazi yetu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba mwenyekiti, tutengeneze utaratibu kama kwenye geti kuna hela inavuja. Huo mchezo unaochezwa tunaufahamu, sasa tusilaumiane mbele. Tukiukamata wewe ni mhalifu kama mhalifu mwingine. Sisi madiwani tuende mstari wa mbele, tuhakishe mapato ya halmashauri yanakuwa salama kwa kukusanya na kwa kutunza kwa kulinda pia matumizi. Hapo unaweza ukakusanya alafu kawa matumizi pia sio mazuri. Asante, asante. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Masasi Mariam Kasembe ametoa msisitizo kwa watendaji wa halmashauri kusoma ilani ya chama cha mapinduzi na kuitekeleza kwa vitendo na kuwataka madiwani wa halmashauri hiyo kusimamia mapato ya halmashauri ili halmashauri iweze kutekeleza malengo yake ni huu bila kuwasahau viongozi wenzangu wa vyama vya siasa. mi ni leo nilipanga nisiongee, lakini kwanza naomba ni mshukuru mwakilishi wa rasi, ameongea mambo mengi lakini ya msingi na ni muhimu. Ni muhimu niwaombe madiwani muyashike haya mlioambiwa, nendeni mkasome kanuni. Usipozijua kanuni, kila siku hapo utakuwa unaambiwa kaa kaa. Kaa haitapendeza. Msingi wa wewe kushiriki kikamilifu katika hivi vikao ni kujua mwenendo mzima kanuni mzima zinazotakiwa katika vikao. Lakini wakuu wa idara, mimi nimesikitishwa sana, kwa sababu wanahudhuria vikao vyenu vya baraza kusikia mambo mengi ambayo mlishayajadili siku za nyuma na kuyatolea majibu yapo mpaka leo, hamjatekeleza. Kubwa zaidi lililonisikitisha ni kituo cha afya cha Chikundi, wale wafanyakazi waliofanya kazi, kazi kutolipwa mpaka leo. Mimi nimeona kumetumika dharau kubwa, kwa sababu kamati yangu ya siasa pamoja na wakuu wa idara mbalimbali mbali. Katika miradi tuliyokuwa tumetembelea mradi mmoja wapo ulikuwa ni kituo cha afya Chikunji. Changamoto hii tuliikuta, changamoto ya barabara kutoka barabara kubwa kwenda kwenye ile kile kituo tuliikuta, tulitoa maagizo. Leo nilikuwa nasikitika binafsi, nasema kumbe maagizo yale tuliyoagiza yaliachwa pale pale. Wafikirieni wale vijana vibarua tumewapa kazi, inachukua mwaka mzima hawajalipwa. Hebu jifikiria we mtumishi, unakaa miezi mitatu ujalipwa mshahara, utafanya kazi kwa ufanisi? Hamwezi. Sasa wee vijana wetu ni vibarua, huwa tunasema ajira ndogondogo tuwape, kukiwa na miradi tuwape wazawa. Tumewapa kazi, kuwalipa hatuwalipi, hawataiba kuku wa watu hawa mitani mimi nikuombe mwenyekiti, hili swala limenisikitisha, naomba ulisimamie wale vijana walipwe. Sisi kamati ya siasa, karibuni tutafanya mzunguko wa kupita kukagua miradi, pamoja na kwamba kituo cha afya tulikwenda hiki cha Chikundi, katika mradi ambao nitapenda tuende tena ni pamoja na huo mradi, sababu tuliagiza lakini hapa leo nimepata picha kwamba hata moja lililofanyika hakuna. Wakuu wa idara tunawategemea sana. Mtatujengea Masasi yetu. Tunawategemea sana fedha zinazotolewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya wananchi zitakuja kufanya kazi ambayo imekusudiwa. Kile kituo cha afya pale kilijengwa kidogo, ni kama kwenye bonde. Mvua nyingi kama hizi zingekuwa zinanyesha, ina maana kituo kiko kwenye maji. Siku ile tuliagiza kitiwe kifusi pale ili pawe endelevu. Sidhani kama kazi ile imefanyika. Kama wameshindwa kulipwa vibarua, kazi hiyo kweli itafanyika? Niwaombe ndugu zangu, sisi tuna miezi mitatu toka tumetoka kwenye uchaguzi. Uchungu wa kutafuta dola haujaisha, haujafutika. Tumehangaika mno kusaka dola, tumepata, tumeahidi mambo mengi. Na leo mkurugenzi, tulivyokuja, tumekuja na ilani za Chama cha Mapinduzi, ambazo katibu wangu nafikiri, sijui amemkabidhi nani, umezipokea? umezipokea. naomba wakuu wa idara wote wapewe ilani ili muweze kujua kipaumbele ambavyo sisi tulivyokuwa tunatafuta dola tulikuwa tunawaahidi wananchi, ili mtakapokuwa mnapanga mipango ya halmashauri ilenge yale mambo ambayo yako kwenye ilani. Miaka mitano ba- ni, ni michache, na sisi chama chetu tunatamani thalathini thalathini hata hawa ndugu zangu waliochukua kata tatu tuwanyang'anye. utekelezaji wenyewe ndio kama huu. Tutaendelea kushika dola endapo miradi yetu, kero za wananchi kule vijijini tutasaidiana kuzitatua. Mimi mwenyewe binafsi, kwenye chama wananchi wanaona ni kimbilio. Kukitokea maafa, shule, huwa wanakuja kwenye chama. Sasa ni kuombe mkurugenzi mtakapokaa kwenye vikao vyenu vya wakuu wa idara, wasisitize maamuzi yanayotolewa na waheshimiwa madiwani katika vikao. Inapendeza sana mnapokuja kikao kingine, mkaja na majibu ya utekelezaji. Kama kuna kilichoshindikana, mnakuja na maelekezo kwamba jamani, jambo fulani limeshindikana kutokana na hili na hili na hili, wote mnakuwa kitu kimoja na uelewa baada ya kusema hayo, leo nimeongea kidogo kwa uchungu, lakini nimeona kama ninahujumiwa. Ilani yangu haitatekelezeka endapo kama hamtakuwa makini na kutekeleza maagizo wanaotoa wa waheshimiwa madiwani. Kituo cha mabasi cha ndani, nimewasikiliza sana, mlitangaza tenda wanaotaka kujenga mabanda waombe nakulikuwa na kulikuwa na malipo. Mi naomba niwe mkweli, mi mmojawapo niliomba na nililipia, mpaka leo kinachoeleweka hakuna, lakini halmashauri mnataka mapato. Leo nasikia mna mpango mwingine sasa. Wale ambao waliomba basi waiteni, waambieni jamani, kuweni na subira, tuna mpango mwingine utakapokamilika, labda nyinyi mtakuwa wateja wa kwanza kufikiriwa. Lakini sidhani kama mnakumbuka, kama mlishatoa tangazo na watu wakaomba, na watu walishakuwa tayari kujenga kwenye kile kituo, saa hizi kile kituo kingekuwa kinafanya kazi. Kusanyeni mapato, tunataka maendeleo kwenye wilaya yetu ya Masasi. Baada ya kusema hayo, naomba niwatakie jioni njema, niwatakie kazi njema, madiwani mrudi salama majumbani. Asante sana.